Hata nauli hatuna na, na babangu tusaidie saidie baba yangu Nasibu eh, tusaidie, Mwenyezi Mungu atakulipa mwanangu. Mimi natokea eh. Tandika nimemfuata kuja kumuona mwanangu mbali, hata nauli sina eh. Ee, mpaka huku nimekuja kwa ajili ya mwanangu Nasibu aje haja tufutulishe. Tupo nje hatuna uwezo, mama zake atusaidie. Sisi mama mafukara hatuna e, waume wa sisi ni wajane, mwanangu sisi ni wajane, tusaidie mama mwanetu Nasibu. Jamani, tunataka tusikilize mama, mama, mama anachoongea. Zeni jamani, mama uh, kwanza assalamu aleikum. Aleikumsalam mwanangu. Mama, mpaka sasa hivi haujapokelewa na hakuna taarifa yoyote inayofika. Unajisikiaje? Ninajisikia vibaya kwa sababu nimempata mtoto wangu Nasibu eh, nimempata kama ni mwanangu eh, kwa maana leo nimezani mwanangu atatupokea wote sisi, pia tumefunga Waislamu wenzie, hatupokee tupate kufuturu hata maji sio lazima hata maji, mimi najisikia huzuni, tuko nje, tumefunga hata maji hamna. Unahisi labda Diamond hajui kama amefika, ama anabagua, ama kuna taarifa yote mlipata kabla ya hapo? Hatujapata taarifa yote, mimi sidhani kama anabagua, ila utendaji wa kazi mimi naona hauko makini eh. Siwezi kumsemea nafsi yake kama yule amebagua, yeye ni Muislamu, lakini si tuko tangu tangu saa 10 tuko hapa tangu saa kumi tuko hapa, tunaomba tusaidie hata nauli tuondoke, tuenda kutuu nyumbani, hata maji nyumbani, japo hatuna uwezo. Mda ni mwingi, tunakaa tandika. Mtoto wetu tunampenda, asante, na ninaomba mseme maneno kadhaa ambayo labda eh, kama hamtoonana nae leo eh, labda mgependa sisi tunaomba ishara Mwenyezi Mungu akijalia akijaria, eh, atuambie atukaribisha hata kwake twende akatusaidie iftari. Bado mwezi upo, siku hazijaisha, eh, sisi ni Waislamu wenzie na yeye ni mtoto wetu tunampenda. Eh, basi tuseme inshallah. Bwana na mpenzi mtazamaji ya 69 Media, hapa tupo kwenye Wasafi Iftar na eh, kama unavyoona watu wengi wamejitokeza hapa lakini E, kwa, e, kwa mujibu wa maneno ya waliofika hapa nje ni kwamba walioingia mwe ndani ni watu ambao wamealikwa, lakini e, kwenye bango ambalo Diamond alikuwa akialika watu ameandika watu wote wanakaribishwa. Sasa maswali yamekuwa ni mengi kwa watu ambao wamefika hapa nje, wengi wakijiuliza kwamba kwa nini walioingia ndani ni watu maarufu na mashuhuri na watu ambao wamealikwa wenye hali duni, wenye hali ya chini ambao wanapaswa kufutarishwa kwenye mwezi wa Ramadhani E, bado wako nje, kwa hiyo e, kama unavyojionea hivyo hali ya watu wakiwa rudi kule kaka, kama unaona hali ya watu uh, wakiwa hapa nje ni wengi sana, wakiwa wanasubiri kuingia ndani, lakini bado hawajapata nafasi ya kuingia ndani, na baadhi ya watu wamezungumza mengi, ikiwemo kutoa madukuduku yao juu ya kufanyiwa vitendo ambavyo hali kwa sawa na walinzi ambao wamefika hapa kwenye jambo la Wasafi Iftar ambao limeandaliwa na Wasafi Media na mkurugenzi ama CEO Diamond Platnumz akiwa ndio head wa ile jambo kwa kualika watu mbalimbali wakiwa wameingia humo ndani, mastaa wengi sana wameingia humo ndani, uh, watu mashuhuri, watu maarufu uh, wakiwa wameingia humo ndani wa watengeneza maudhui ya mitandao wako humo ndani uh, lakini bado kuna wingi kwa watu ambao wapo nje hapa. Na mtu kama Doto Magari wakati amefika hapa mtu alitoa baadhi ya fedha kama swala, kana kusaidia baadhi ya watu ambao wako hapa nje na mtu kama Haji Manara pia tumemwona na mke wake akiingia na kutoka, lakini mtu kama Baba Levo naye ameingia humo ndani. Wao watu ni wengi, a list ya celebrities wengi wako humo ndani. Lakini bado kuna idadi ya, ya, ya watu wengi ambao wapo nje hapa wakisubiri kuingia ndani E, huku wakiwa na sintofahamu kama wana nafasi ya kufuturu humu ndani au wao hawahitajiki kwenye jambo hili hapa. Uzuri ni kwamba hapa kuna watoto, kuna watu wazima, watu wa makamo e, wanawake kwa wanaume wote wakiwa hapa, huku baadhi ya watu wakisema kwamba wana shida ya kukutana ili watoe shida zao na kuzungumza maeneo mengi sana juu ya uh, changamoto ambazo zinawakumba, lakini pia kuna mama amesimama, ni wajasiria mali wanahitaji kuongea eh, ku, ku, ku, ku, ku, ku, kitu kwa Diamond, nae awategee sikio Diamond eh, kuwasikiliza kile ambacho wao wanahitaji kukisema siku ya leo eh, kama unavyojionea hapo watu ni wengi sana, wakiwa wanasubiri eh, nje ya Superdome hapa Masaki, sehemu maarufu sana kwa kufanya event mbalimbali mbalimbali, mm, mbali na wasanii hapa Tanzania lakini, E, idadi ya watu ambao bado wako nje haijapungua hata kidogo tangu tumefika hapa, e, watu walikuwa ni wengi na mpaka sasa hivi bado watu ni wengi. O, kwenye, kwenye, kwenye tukio hili. <coughs> Kama mtazamaji unashuhudia baadhi ya watu wakiwa nje e, kwa lengo la kusubiri kupewa nafasi ya kuingia kwa ajili ya Wasafi Iftar ambayo imeandaliwa na Wasafi Media pamoja na mkurugenzi wao Diamond Platnumz e, idadi ya watu ni kubwa kama wanavyojionea hapo watu ambao wamefika kwa lengo la kupata nafasi ya kuingia ndani. Lakini tumepata wasaa wa kusikiliza watu ambao wamefika hapa, baadhi yao wakisema ya kwamba wako hapa kwa lengo la kukutana na Diamond Platnumz, wala iftari haijawaleta hapa wala si fedha ambayo imewaleta hapa, amba hapa bali ni kukutana na Diamond na kutoa uh, vitu vyao ambavyo wanaamini ya kwamba wakizungumza na Diamond basi itakuwa ni moja mafanikio huenda wakayapata. Wengine wamesema ya kwamba wao ni wajasiria mali na wanahitaji kukutana na Diamond Platnumz ili mradi awapatie baadhi e, ya fedha ambayo huenda ikawasaidia ama kuwakimu kwenye biashara zao mbalimbali ambazo wanazifanya huko majumbani. Ikiwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, e, chungu cha kumi na tisa, watu wamefurika hapa kwa lengo la kuhudhuria Wasafi Iftar. Kina mama wako hapa muda mrefu, na sidhani kama kuna hata mmoja wapo amepata nafasi ya kufuturu ama kupata iftar yoyote, maana tangu kufika hapa saa kumi alasiri mpaka saa hizi hakuna hata mmoja ambaye amepewa hata chupa ya maji, ili mradi kufungulia kile ambacho alikuwa amekifunga kuanzia eh, alfajiri mpaka magharibi. <todicu> na kama unashuhudia baadhi ya watu wakiwa nje e, kwa lengo la kusubiri kupewa nafasi ya kuingia kwa ajili ya Wasafi iftar ambayo imeandaliwa na Wasafi Media pamoja na mkurugenzi wao Diamond Platnumz. Idadi e, ya watu ni kubwa kama wanavojionea hapo, watu ambao wamefika kwa lengo la kupata nafasi ya kuingia ndani, lakini tumepata wasawa kusikiliza watu ambao wamefika hapa, baadhi yao wakisema kwamba wako hapa kwa lengo la kukutana tu na Diamond Platinum wala aftari haijawaleta hapa wala si fedha ambayo imewaleta hapa, bali ni kukutana na Diamond, na kutoa uh, vitu vyao ambavyo wanaamini ya kwamba wakizungumza na Diamond, basi itakuwa ni moja mafanikio huenda wakayapata. Wengine wamesema kwamba wao ni wajasiriamali na wanahitaji kukutana na Diamond Platinum ili mradi awapatie baadhi, eh, ya fedha ambayo huenda ikawasaidia ama kuwakimu kwenye biashara zao mbalimbali mbali, ambazo anazifanya huko majumbani, ikiwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, e, chungu cha 19. Watu wamefurika hapa kwa lengo la kuhudhuria Wasafi Iftar. Kina mama wako hapa muda mrefu, na sidhani kama kuna hata mmoja wapo amepata nafasi ya kufuturu ama kupata iftar yoyote, maana tangu kufika hapa saa kumi alasiri mpaka saizi hakuna hata mmoja ambaye amepewa hata chupa ya maji, ilimradi kufungulia kile ambacho alikuwa amekifunga kuanzia eh, alfajiri mpaka magharibi.